Na mtazamaji wa Faida Online TV, tunasema matatizo yameumbiwa kwa ajili ya binadamu, lakini matatizo hayo yamekuwa na utofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Leo tumeitembelea familia ya mzee Rashidi Omari maarufu kama Babu Chiko, ambaye anapatikana kwenye mtaa wa Mwera ndani ya kata ya Chikongola manispaa ya Mtwara Mikindani katika mkoa huu wa Mtwara, mzee ambaye ana changamoto ya uoni tangu mwaka 2010 alipata changamoto Yeah, presha ya macho lakini kapelekea mpaka sasa hivi haoni kabisa, haoni chochote. Lakini wakati anahangaika kwa ajili ya kuweza kupata matibabu na hali yake ngumu, hali duni, ana watoto wake watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike. Kati ya hao jembe lake ambalo pia ilikuwa ni tegemeo la kuweza kuisaidia familia hiyo, naye akaja akapata ulemavu wa macho siku akiwa kazini kwenye shughuli yake ya kulanda mbao ya kuweza kuzungumza nao, kujua hali ilivyo, lakini changamoto wanazopitia na namna gani wamekuwa wakipata msaada pengine kula yao na maisha yao ya kawaida ya mahitaji ya binadamu wanayapataje? Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, kukumbusha kusubscribe ku like na comment chini yetu ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali Kamsikilize mzee wetu, mzee Chiko akizungumza nasi, akielezea kina gaubaga kuhusu maisha yake na familia yake. Jina langu ni Rashidi Omari, nakaa Mtwara, mtamtaa wa Mwela Chikongola. Sawa, hmm. Mzee, tumekutembelea hapa baada ya kuona ama kusikia hali yako hiyo ya ulemavu wa macho, lakini pia na familia yako, namna maisha ambayo anapitia. Emtupe historia kidogo, hiyo hali ilianzaje hiyo? E, hali niliona tu inajitokeza kuto kuona kutokuwa macho ilikuwa yaumi lakini naona tugiza napita kujikua kuana nini? Ah, macho inakuwa kuaje? kwa naona tu ina tena inapungua nguvu kwa niko wapelekea wataalamu anaambia, ah, macho yako yana pressure. Sasa katika pressure, je, kuna taratibu gani, ambao taratibu haupo na hayafai kwa operesheni. Kwa hiyo itabidi upate dawa tu kutiatia, labda Mungu atakujalia ukaona lakini kiukweli hayana tiba maalumu. Kama ingekuwa maalum kama ngekuwa macho na mambo mengine mengine, hatungekufanyia operation, lakini sio operation, hamna. na yalianza mwaka gani? elfu mbili mm, na kumi. Unaona watoto wangapi? ni wa kwangu mimi mwenyewe wako watatu. Hmm. na wao hali zao zipoje? hali zao, huyu wa kwanza wangu na yeye ndio mbovu wa macho, haoni

Kaikabidi amerudi. Eh, hapo mwanzo ilikuwa kazi nyingi tu ni mm. nyingi sana tu. Nilikuwa nafanya kazi kwenye magari. Kama fundi? Apana, ni kama turn boy. Baada kuacha kazi ile nikafanya kazi jeshini nikiwa kama mpishi mm. baada kuacha kazi hile, nikarudia tena kazi za magari mm. Nimeanza baada kuisha kazi zile nikaziendeleza na shughuli za udobi. Ah, okay. Uh, baada ya udobi ndo basi ndo ikawa ndio moja kwa moja ndo hili. Eh. Mm. Uh, okay, sawa. Ah, uh, tumeona pia huko na binti kubwa hapa mm. mama yangu ambaye ni mke wako, si ndio? Ndio. Hali, uh, zake yeye, hali yake si mzuri, kwamba kina sumbua hasa pressure. Naye ana pressure pia. Eh, pressure ile ya kupanda. Eh. Mm. Uh, amepata taabu sana. Sawa. Baada ya hapo yupo lakini, mm. Kitachosumbua kita, kita sana ni, ni kiuno, akisimama mm. anatetema mm. Sasa akijaribu kutembea basi anakuwa kama mtu kama mtali moto kama mtu aliyekunywa pombe vile tu, balance ile anakuwa ananayo, anakuona kama anakimbia hivi, kumbe sio sio mwendo wake. Katika hawa watoto sasa, wakike ni wangapi? wakiume ni wangapi? wakiume wako wawili Bwana huyo, mwanangu huyo, na mwana huyu, mnakaa salama huyo. okay. mm. Sawa, hali ni kama hivyo sasa. Na hapa pengine, mnapokaa kwenye hii nyumba, ni ya nani? Hii nyumba ninakaa nyumba ya, ya mzee wangu Ali, mjomba wangu, lakini mm. eh, bahati mbaya amekwenda mbele ya haki mm. Ile nyumba amewachia watoto wake wapo, kwa hiyo wale watoto kidogo, nashukuru wamenipa chumba: kwa kuwa wewe umekaa hapa na mzee wetu tangu siku nyingi na utoto wako na nini, mpaka leo hii. Kwa hiyo wewe kaa hapa. Okay. kwa hiyo amenistiri hapa. na unakaa kwenye chumba kimoja tu ama? E, nipo chumba kimoja kimoja na vile vile kwa batuzi, na wao vilevile wakampa huyo wa mwenzangu huyo, wakampa chumba kimoja kijana. na naye anajifumzisha na, na, na, na, na, hapo yes, yeah. Mm -hmm. Sawa wewe ni mlemavu wa macho kijana wako wa kiume ambao unamtegemea pia na yeye ni mlemavu wa macho <machofia> e mama angu huyu naye ya hali yake ndo kama hivyo kiuno na hawezi kufanya chochote maswala ya mlo na yale mahitaji ya kila siku ya muhimu ambayo anatakiwa binadamu ayapate mnayapata wapi mm -hmm. ah kiukweli tunayapata yuko uwezo Mungu mwenyewe hakuna e, anayefanya kazi mm -hmm. sote tupo tumekaa tu dogo yeah. huyu mtoto wangu wa kike huyu Kula na kukua kule anakokaa, kule kwa mumeo, kule akipata chochote kile basi anatuletea yingaamba asilimia nyingi. Kwa kweli wapo watu wanatusaidia, hmm. Wale ambao wanaona video hii, kwa sasa kitu kikubwa ambacho naomba kusaidiwa yako ni nini hasa na familia yako bwana? ningepata kibanda changu maana, hmm. Hii nyumba ni ya watoto wenyewe hmm. Sawa, mimi nakushukuru, lakini eh, kwenye masuala ya chakula ama kama kuna mtu anataka afanye msaada, wote mna namba ya simu ambayo inapatikana? Eh, namba ya simu mimi nayo, naweza kututajia? Sawa. Namba yako 07 89 66 70 19 hiyo ndio unapatikana wakati? e, muda wote unapatikana? Napatikana. mm-hmm. Nakushukuru sana mzee. Asante sana. mimi naitwa Miss Rashidi, ni mkazi wa Mtwara mjini, mtaa wa Chikongola, kata ya Mwera yeah. <coughs> Sawa, ni mlemavu wa macho, mtusimulie ilianzaje? tatizo langu mimi lilivunianza ilikuwa mwaka 2016 ili nikiwa niko kazini Nimefanya kazi nikaona kuna kibanzi kimeruka kikaja kunipika kwenye jicho la kulia hmm. Likawa linaniuma kila ambavyo ilikuwa natia dawa na mwanga ulikuwa unazidi kupotea hmm. Baadaye nikashindwa, nikatafuta tafuta hela, nikaenda zangu Dar es Salaam, sisi BRT hmm. Baada kuchekicheki vipimo kwa, ikaonekana kama na pressure ya macho hmm. Nikaanza kliniki pale nimekuwa na safari ya kwanza, safari ya pili, ya tatu ambayo walikuwa wamenipangia nip, niende, nikakosa kwenda kutokana na uaba wa fedha e, nilikuwa na mke, ila baada ya shida shida tena katokea sitofahamu. Kwa hiyo sito, mke sasa yuko kwao, ila nina mtoto naye mmoja, mtoto hmm. hmm. naye uko wapi? ana yeye sawa, unaombi lolote la labda kwa, watu ambao wanakutizama kwa sasa? ni ninaombi msaada wanisaidie, yeah. kupata uthibitisho wa serikali. Tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu ambaye naye anathibitisha kwamba familia hii ni duni na hakika inahitaji msaada, kwa kuwa mpaka sasa wanaishi kupitia misaada ya walimwengu. Mi naitwa Magret Joseph Ng'ombo, mwenyekiti wa mtaa wa Mwela kata ya Chikongola. Tumetembelea kwenye mtaa wako leo kwa ajili ya hawa wazee wetu ambao hali zao ni duni, unawatambua? Ninawatambua sana, ninawatambua na hali yao ngumu ya muda mrefu. Kwanza kabisa, yule mwenyewe baba amepata upofu wa macho ni muda mrefu, kukaa kidogo akapata mtoto wake anaitwa Hamisi Rashidi, na mwenyewe mama hali ya, ya e, yake sio mzuri bip namkuta, hajakaa vizuri, hata ongea yake nakuwa ya shida e. Kama wakiumwa tunachangiana pesa, ambayo sio pesa kubwa ya kuwezao kukidhi mahitaji yao. Kwa kweli hali yao sio mzuri kimaisha, wanatakiwa wasaidiwe, na usaidizi wao watokee na watu wengine wawasaidie, kwa sababu yule mama hawezi kufanya kitu chochote. Siku zingine mwenyewe yule mwenyewe mama mamababa yule ana anasaidia anaweka pale beseni lake, anafua anafua mwenyewe nguo, upande mwingine ulo kwa kujitahidi tu, saa nyingine utakuta analimalima kule nyuma kule mm. E, lakini yani kwa shida kwa kweli, wanatakiwa wasaidiwe kabisa. Nakushukuru sana. Asante. Ah, kapumzike mama. Asante. Na ah, mtazamaji wa Faida Online TV ni mwenyekiti huyo wa mtaa wa Mwera, Aa, katika kata hii ya Chikongola ndani ya Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambaye leo tumezungumza naye kuhusiana na ishu nzima ya e, familia hii ya mzee wetu, ambaye pengine hali yake ni ngumu na kiukweli anahitaji msaada, lakini tunasema siku zote kutoa ni moyo na si utajiri. Kile kidogo ambacho utakitoa leo unakitunza kwa Mwenyezi Mungu utakavyoelekea huko tunakikuta wenda ukaona elfu kumi, elfu tano, elfu mbili, elfu moja ni ndogo, lakini kwenye familia hii ni kubwa sana. Kama wanategemea kusaidiwa tu, basi jaribu kuwa wewe ni moja kati ya wasaidizi wa familia hii. Kuna siku pengine familia yako itanufaika kupitia kile ambacho umekisaidia, lakini hata biashara zako zinaweza kuwa nzuri na ukapata nuru na ukafarijika, lakini pia ukapata zaidi ya kile ambacho unacho kwa sababu tu leo umeisaidia familia hii na familia zingine, kutokea hapa kwenye mtaa wa Mwela ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kwenye kata ya Chikongola. Mimi sina la ziada, jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe, kulike na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri.